za jasho na damu, zilikuwa za jasho na damu. Lakini kikubwa tuwapongeze wachezaji wetu nipongeze jeshi la ufundi, lakini pongezi zangu kubwa napeleka kwa mashabiki wa Simba walokanyaga pale Nswatini. Yaani kama walikuwa milioni hamsini, kumbe walikuwa watu wachache sana. Ile inatakuwa tuige kwa mashabiki ambao tuko hapa Tanzania, tushangilie mwanzo mwisho kama Ulaya. Wale walishangilia mwanzo mwisho toka dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90, na ndio maana Jonathan Soa ameenda amewafanyia ile kazi yake kwamba mimi kweli nimeamua kupaka bic na nimejiita Black Black Lion na, Black, eh, Black Lion, na kweli yule simba mweusi amewaonyesha, akawakusanya, alafu alichokifanya akapiga pasi ya kisigino mwamba Kibu Denis akageuka kama pia akaenda, akaweka msumari wa pili. Lakini akasema hiyo haitoshi, wa wakaenda kakandimizwa chuma cha tatu na yule yule Kibu Denis. Lakini ikimwangalia kama ndio yule, yule chizi nani unamwita, yule yule mwamba ule, ila kutofauti ule anaitwa chizi nani. Kuna mwamba kule anaitwa chizi kule Malawi. Eh, chinzivunga kuna mtu alichizivunga. Unajua maana ya kuvunga? Kuvunga maanake kausha kimya kimya, yaani kama hujui kilichotokea. Kwa hiyo mwamba Kibwa alifanya hivyo leo. Kwa mi naamini wachezaji wa Simba leo wametuonesha ile pira tatu pira masai pale lilichezwa pira tatu pira masai kwanza. Hey, hey, hey. unamuona mwalimu wenu umekionaje kikosi chenu namna ambavyo kilivyocheza siku ya leo ah, kikosi kimecheza vizuri sana hasa kwenye hafu ya pili, kikosi kimecheza vizuri zaidi kuliko kipindi cha kwanza kwa sababu jamaa tulikuwa tunawasoma tuone, maana walitutia vitisho vingi, wamenunua tiketi mapema, jazeni uwanja, wameshindwa kujaza uwanja. Sasa tumeingiza watu elfu kumi elfu moja tu, lakini wamekuwa kama milioni moja pale, muda wote wanashangilia wao na vingoma vao, mwisho wa siku wamekaa kimya eh, wamegeuza kama nyumba za ibada. Waulize wenzao wanatujua, Wydad Casablanca pale Mohamed wa tano Moroko, ndio tulichowafanyia pale leo, chuma tatu safi, sala sawahed kuishinei alafu wenzetu pira vyeti wameliacha Malawi. Pira matatuu linarudi kibabe Tanzania milioni kumi na tano ya mama, kitu tumwambie, kuna goli moja pale, mama, toa milioni hamsini. Lile goli la pili, mama, toa milioni hamsini, sio la kutoa milioni tano wala kumi wili, sawa. Lile goli la kutoa milioni hamsini, sawa lile goli kama alivyofanya yule mwamba, alitoka katikati ya uwanja sawa. Yule mzee wa kuvunga yule alichukua kijiji katikati ya uwanja, wakawa naanguka tu akili, jamaa kaenda akatoa pasi akafinya akaikoa mtu akaweka sawa kwa jike jala. Lakini leo sasa, lile goli lilikuwa la kibabe. Yule akawakusanya soa, akawasoa kweli, lakini mwisho akasema messi pigi, akaisusa namna hiyo, wamebaki wanasimama kibu, kageuka kama tai ili afu akaweka lile goli kali sana. Lile goli inawezekana ndio likawa goli la mashindano. Hii inaonyesha kwamba Simba ni mababe wa kimataifa, kwa sababu jana watani zenu wameangusha kule wamefungwa. Hii inamaanisha nini? Sisi ndio wenyeji wa hizi kazi, tumewaonyesha kwamba sisi ni wenyeji wa hizi kazi. Haiwezekani FIFA wakatoa vyeo tu kuwateuateua wa watu kutoka Tanzania ambaye wao wamekuta barabara tayari iko safi, wanaleta magari yao, wanasifika kwamba wamenunua gari bora. Nani katengeneza barabara mpaka msifie mtu kanunua gari bora? Msifie aliotengeneza barabara Ndo uje kumsifia mwenye gari. Hasa wamemsifia mwenye gari. Wameshindwa kumjua aliyotengeneza barabara nani kwenye mpira wa Tanzania. Manake ni Simba Sports. Leo tumewaonyesha, wao pira lao vyote wameliacha Malawi kwenye maji, lakini sisi pira matatu. Leo, leo limewapiga watu tatu, tatu. Safi kabisa. Tunarudi Dar es Salaam, tunarudi Tanzania kibabe. Sasa tuwaambie, shughuli yao imekwisha. Wale msingizini tunakuja kuwamalizia hapa. Wanakula chuma zao tano hapa. Goli nane safi. Walikuwa wameshaondoka lakini hawa jamaa zetu kutoka Malawi. Sawa? Hao ambao wamecheza wameshinda mechi tisa msimu uliopita wakawa mabingwa. Alafu wamewanyonyoa ndugu zao wetu ambao wamechukua makombe yote manaka walitudhalilisha ki. Leo tumeliheshimisha taifa, tukiwa pale Nswatini, mashabiki wachache, lakini kama walikuwa milioni hamsini ndani, wamejaa, wanashangilia. Mwanzo mwamuzi akizingua tu, wanaimba refa lile. Sasa goli la pili lilofungwa, usimsikia kona goli lile, usikia ile goli lile, kona goli lile, kijijini kabisa, kizamani ile chandimu, mashabiki wameimba chandimu. Mimi niwapongeze mashabiki walio kwa Nswatini, ile kona goli ile kweli imezaa goli kweli, ya kwanza ikatolewa, tena ya pili ikatolewa, tena ya tatu kamba Wilson nangu ameenda kuambia wamakonde nangu iyo hapo iyo ndani ya kamba. Kwa binafsi nipongeze Bwana Matatuu, umeanza kazi vizuri na nami niliamini tu huwezi kufeli Simba Sports, kama ulifaulu na Gaboroni United timu underground kwenye mashindano. Ufeli Simba Sports amefaulu. Akirudi tu mashabiki tuandae kumpa kumpa zawadi. Awachole ndugu zetu awachole tatu hapa kiwezekana kabla hajaenda kwenye mchezo wao wa mwisho. Maana yake ndo tunaagana nao. Msimu huu hakuna cha makundi wala si nini. Hapa makundi hakuna. Wao watabaki sokoni kama mafungu ya nyanya. Wao ni Young Africans wakisonga mbele Mnandi. Wanasonga mbele kwa watu wa gani? Wao unacheza na watu kama wale rafiki yangu. Watu nchini kwao hapo 200,000 sijui. Watu 200,000 wana nchi na watu milioni 61 na wazidi kwenye pichi. Zile zarau, mtu anachukua mpira katikati eti kaanguka. Mtu wa kwanza si Boyeli yule siekuwa, kaanguka? si Dumbia kaanguka, mtu anapeleka pasi, watu wanafunga goli kirahisi. Mdaka mishale jana alidaka maji tu, onacheza na wavuvi. Wao walitegemea uchawi jana, uchawi ya kuna ulichezwa mpira watu wao wa wa wote. Lakini wamekosea, wameenda na mabasi weupe, kina mchome wote, yeye ingieni hamna shida, mwisho wa siku wamebaki pale, wanafunga swala, wanaweka wifi kichwani, weka wifi kichwani, bado safari ya kurudi, sasa wako njiani. Sasa tunasherehekea kesho mapema na mapema. Kama kuna viula pale wote, sasa tunawavua kesho, wote tunatia kwenye ukango kesho, tunakunywa supu hmm. Zamu yetu kunywa supu bwana. Baada ya jana mchezo kutamatika, zilionekana picha za engineer Harris Saidi akiwa kwenye gari akisubiri baadhi ya wachezaji aya, kwa ajili ya kuzungumza nao mawili matatu, lakini pia kuna video ambayo ilikuwa ikitrend sana ikimwonesha kocha wa Young Africans ambaye amepewa mkono wa kweli, kama alikuwa akimwangalia bosi na kurudisha hivi, baadaye ya muda kidogo tukashuhudia tayari taarifa kwa umma, ameachia ngazi. Mnasemaje wana Simba? Mlimtamani mkutane naye? Tulitamani sana asubiri mpaka mwezi wa 12, lakini da, inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Msiba mzito sana. Kaondoka kabla. Na yule Mwamba alitakiwa aacho toka mechi na Mbeya City, lakini walishindwa kumwacha kwa sababu alikuwa anadai milioni 600 kwa sababu hana alichokikosea. Sasa nyuma mwiko alikuwa anasubiri afungwe ili wapate sababu ya kumwacha. Timu ya nyuma mwiko hata mlete Guardiola sawa, wamlete pale, wamlete Mourinho pale, mzee Wenga mlete pale, nyuma mwiko atapigwa mwaka mpaka na kunguru. Yani bado atashenyetwa sana. Shida nyuma mwiko sio kocha. Shida ni injinia. Kaenda kuokota mashati ya mtumba anasema wale wachezaji. Mule kuna wachezaji mule? Mtu gani lile pale anapiga goli ni kwake? Kuna wachezaji mule? Sasa unamlaumu kocha akafunge yeye. Kocha akafanya kosa gani? Sasa yule anaenda kutengeneza filamu zake na kile cheo alichopewa FIFA cha kwenda kulinda ofisi za FIFA. Mwamba ndo anaenda yeye. kabla hajafika kupewa funguo alinde ofisi, Mwamba anaenda kupeleka kesi. Anadai sasa sio milioni 600, ongeza sifuri hapo. Eh? eh, atakuwa anadai bilioni sita weka nukta besi. ah, ndo nakwambia eh. Sasa usiku ule ule taarifa kwa umma, taarifa kwa umma mlirudi kwenu. Wasubiri wangerudi Dar es Salaam, wafike ofisini wamuite, eh, wamalizane ni naye kiheshima. Kwa nini wamletea dharau? Mwache kule kule, wamwache kule kule? Una kule unamwachaje? si dharau zile? Chese, mamba, mambo gani sasa hii? Kumbe ndo cheo chenyewe cha FIFA kwa cha kocha cha cha <muchu> wako kule kule ugenini. Heshima gani? Mjumbe wa FIFA kwenye kamati za mashindano, leo unamwacha kocha wako ugenini. Si aibu hiyo? ile ni aibu. Hata kama mke wako umemfumania, subiri arudi nyumbani, mpe talaka kihalali, arudi nyumbani kwao talaka. Unaenda kumpa huko huko guest, ile kosa kubwa sana. Kwa hiyo Engineer hels hafai kuwa kiongozi FIFA. Hana uvumilivu, hana kaba. E bwana Mnandi, kwenye michuano ya kimataifa jana tulimshuhudia Young Africans kapoteza Azam FC, katanguliza mguu mmoja. Leo Simba Sports Club naye pia anatanguliza mguu mmoja kwa goli tatu, Singida Black Stars naye pia ametoa sana. Eh, Singida amefanyaje? Ametoa sana. Hivi vitimu vya Tanzania vina shida hivi hivi vinataka ukubwa hivi. Yaani unataka kuvaa jinzi eh? Ya saizi 32 akati wewe mwenyewe wa saizi ya arobaini. Haitakutosha. Sio saizi yako. Vaa kinachokustahili. Hivi hata Burundi, Singida, professional player wote mliokuwa nao Burundi tu. Mnashindwa kupata ushindi. Sasa sasa tumeonyesha kwamba mpira wa Tanzania watoboa wa njia ndio sisi. Sawa? Watoboa mtungi ndio sisi na kila kitu tumekifanya sisi. Leo tumeonyesha mapema mtu kala chuma tatu safi. Sawa? Screenshot watu wamechukua. Sawa, Christian amechukua mwamba kutoka pale Zanzibar pale. Yakubu Sulemani, ana clean yake. Lakini Soa kama kawaida ametengeneza assist. Kibu Dennis, anaenda kambani mara mbili. Zile ndio shughuli zake. Katokea sabu, sabu imelipa. Watu wawili wote waliotokea sabu wamekuja kusababisha sisi tunapata chumba mbili safi na pira nyingi yani. Yaani imepigwa pira mpaka linamwagika. Lile ndio pira tatu sasa. Ndio pira Simba Sports tulikuwa tunalihitaji. Kwa hiyo, wenye kebei wenye ziaka, tukutane Benjamin Mkapa tarehe 25 kwa tarehe 26. Weekend ijayo watu wanaendelea kulia, wenye kununa waendelee kununa, lakini tuwambie nyuma mwiko, mmekosea kusajili wachezaji sio kocha injinia. Muda wake wa kuondoka umefika eh. Mechi inayofuata hapa kule sikaondoka nani eh. Mzee wa minuno eh. Osman Bey, zamu ya injinia ataondokea Benjamin Mkapa eh bwana e, tukimaliza na ile hapa na nyinyi mnamuunga mkono Ahmed Ally aliposema ya kwamba zibaki timu kadhaa tu, wengine wote anawaombea watoke. Hata mimi naombea waliobaki wote waondoke eh. Tubaki wenyewe tu, tubaki wenyewe wenye, wenye mpira wetu, kwa sababu watu wanapata vyeo wanashindwa kutuheshimisha yeah. We, cheo umekipataje? kazi gani uliofanya kwenye mpira unapata cheo? Tusamini kwanza, sisi tulotoboa njia tulosafisha barabara. Wewe unaenda kushangilia unaitisha biliani, watu wanakula haya biliani. Nimejibu pira, FIFA limejibu kule Malawi lile pila biliani walawaita watu kuwaalika kushangilia cheo cha viti maalum, majibu ndo yale. Sasa unamwacha kocha, kafanya kosa gani? Wachezaji umesajili wewe, kasajili minuno <laughs> eti kasajili minuno sasa <laughs> niwambie mashabiki wanyuma mwiko, mnaopenda kusafirisha, mnaopenda vya bure, kina godi yanga kina fumau sawa, nimewaona kule mnaongea, mnatetea. Tuambie tu ukweli kwamba shida sio kocha, shida engineer Hersi ameenda kusajili wachezaji wa bei ndogo, ili ampige haribu haribu. Kashapigwa kuna mchezaji mla gharama kubwa unaweza kumchukua shingapi? Sasa yule dalali peke yake kapiga dalali peke yake kapiga. Dalali mmoja tu kamaliza shughuli. Engineer helsi anapaswa sasa hivi kuacha funguo ya ofisi. Engineer helsi, muda umeshafika wa kuacha funguo ya ofisi, muda kuacha funguo ya ofisi umefika sabu mi naambia ni ukweli, mi sipendagi kufichaficha sawa. Engineer helsi es mwaka huu kaua timu, kamuuza Aziz Ki, kamwacha alidi ya ucho sawa Timu ndio kaua pale, kabakishwa pakome na Max. kuna shughuli shughuli hakuna. Max kashaisha, kabaki pakome. Pakome jana anakimbia tu barabarani, hamna shughuli. Sasa kuna timu pale pale, nimekuambia mlete Guardiola sawa, mlete Mzee Mourinho pale Yanga, apate ubingwa na kimataifa, atashenyetwa asiingie makundi. Yanga atoke mechi ya mwisho hapa atituzalilishe eti Malawi? Jamani, wavuvi, unafungwa na wavuvi kweli? sisi tumecheza na Wamasai ile, wametufunga Wamasai sisi tumemaliza shughuli kwao. Nini niwaambie Watanzania, muda wa kuenjoy umefika, kama wanavyosema wanasimba. Kesho tukutane Jangwani tukanywe supu mee. Shughuli nimemaliza. Asante sana.